Basi leo tunafika katika somo letu kupitia Injili, na na sasa tunapata fursa ya kusikiliza mahubiri maarufu zaidi ya wakati wote, yanaitwa mahubiri ya Mlimani. Luka sita inatuambia hapa kwenye mstari wa 17 Yesu alisimama mahali palipo tambarare pamoja na umati mkubwa wa wanafunzi wake na umati mkubwa wa watu. Sasa eneo hapa halijulikani kwa uhakika, lakini limekuwa likihusishwa kwa muda mrefu na mteremko wa kilima upande wa kaskazini wa ziwa Galilaya. Nimepata bahati ya kusimama pale mwenyewe kwenye ule mteremko wa kilima ambao una uwanja wa asili wenye nyasi nzuri, kama ukumbi wa wazi. Maelfu ya watu wangeweza kuketi kwenye ule mteremko wa kilima na kumsikia Bwana akihubiri chini kwa urahisi. Sasa, simulizi lililo na maelezo zaidi kuhusu mahubiri ya Yesu. Limeandikwa katika Mathayo sura ya tano, sita, na saba. Na Bwana anaanza kwa kutoa kile tunachokiita heri, kwa hiyo tutaanza hapo. Sasa neno heri linatokana na Kilatini, inamaanisha furaha kuu au kubarikiwa. Unaweza hata kutafsiri kama furaha ya kweli, na Yesu anaenda kuvuta umakini wa umati kwa kuambia kimsingi jinsi gani wanaweza kupata kile kipengele kigumu cha maisha ambacho binadamu wamekuwa wakikifuatilia tangu enzi, yaani furaha ya kweli. Lakini lazima umati huu ushtuke Yesu anapotoa hoja yake ya kwanza, kama ilivyoandikwa hapa Mathayo tano tatu, akisema wamebarikiwa au heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Sasa watu hawa wamekuwa wakisikia kutoka kwa Marabi wao kwa vizazi ikisemwa hivi, wamebarikiwa walio wakamilifu wa roho maana ufalme wa mbinguni ni wao. Lakini Yesu anasema hapana, hapana, hapana, hapana, wamebarikiwa wale wanaotambua kwamba hawajakamilika kiroho. Sasa, maskini wa roho inamaanisha nini hasa? Basi, neno lililotafsiriwa kama maskini linaelezea watu ambao ni maskini sana kiasi kwamba wanategemea kabisa mtu mwingine ili waishi. Umaskini wa roho basi ni utambuzi kwamba tunamtegemea Kristo kikamilifu na kabisa. Unaweza hata kufupisha maneno ya Yesu hapa akisema, wenye furaha ni wasiojiweza, kwa sababu hao ndio wanaomwamini Kristo pekee kwa ajili ya maisha yao ya milele. Sasa hapa kuna njia ya pili ya Yesu kuelekea furaha ya kweli katika mstari wa nne, heri wanaoomboleza kwa maana watafarijika. Sasa inaonekana kuna mwendelezo katika heri hizi, ambao ningependa kuonyesha. Mara tu tunapotambua ufukara wa mioyo yetu katika mstari wa tatu, tunaongozwa kuomboleza juu ya dhambi katika mstari wa nne, jambo ambalo hatimaye huleta msamaha na faraja kutoka kwa Bwana. Hiyo ndiyo njia ya kuelekea furaha. Anazungumzia hapa kuhusu kulia kwa sababu ya dhambi. Kwa kweli anatumia neno kali zaidi la Kigiriki linalomaanisha kuomboleza. Anaelezea huzuni ya kuomboleza, kiwango cha uchungu unachohisi unapomlilia mpendwa aliyepotea. Yesu anatufundisha kwamba waombolezaji wanagundua furaha ya kweli kwa sababu wao ndio wanaumia kwa ajili ya dhambi zao na asili yao ya dhambi, na kwa kufanya hivyo wanaenda wapi? Basi wanamjia Mwokozi ili wapate msamaha, na wanaupata kupitia Kristo wanapomwamini kwa imani. Kwa hiyo unaweza kufupisha maneno ya Yesu hapa akisema, heri walio na mioyo iliyovunjika. Baraka zinakuja kwa wale wanaokiri dhambi zao kwa Kristo. Sasa hebu nisisitize kwamba kitenzi hiki cha kuomboleza kinazungumzia tendo linaloendelea. Kwa maneno mengine, sio kwamba kwa sababu umeokolewa basi hauhitaji tena msamaha wa Mungu. Kwa kweli, unavyozidi kuzeeka ndivyo unavyogundua jinsi unavyotenda dhambi zaidi. Nadhani Mkristo aliyekomaa sio lazima awe mtu anayefanya dhambi kidogo. Ingawa tunatamani hivyo na tunajitahidi kwa hilo. Lakini Mkristo aliyekomaa ni yule anayekiri dhambi haraka zaidi. Basi, leo uko haraka kiasi gani kuomboleza? Na kukiri wazo au tendo hilo la dhambi. Hali hii ya kukiri dhambi haraka ndiyo njia inayokuongoza kila mara kwenye njia ya furaha ya kweli. Yesu anasema katika kifungu hiki, unajua ni nani watu wenye furaha ya kweli? Ni wale wanaokubali kwamba wao ni wenye dhambi, ni wale wanaoniletea dhambi zao ni wale wanaokiri dhambi zao kila wakati, mara kwa mara. Heri walio na mioyo iliyovunjika, kwa maana watafarijiwa, si sasa tu bali milele mbinguni siku moja. Sasa Yesu anaendelea kuwashangaza wasikilizaji wake tena kwa wa wa jiwe lingine la msingi kuelekea furaha. Anasema hapa katika mstari wa tano, heri wapole kwa maana watairithi dunia. Na mimi nashangaa kweli wapole Unajua, hawa hawairithi dunia, wanasukumwa na kukandamizwa duniani Hush. Hii inanifanya nihisi kama yule mvulana mdogo anayesukumwa na mnyanyasaji shuleni kila siku. Yule mnyanyasaji alimtaka yule mvulana mdogo ampe pesa za chakula cha mchana; ilikuwa ni dola moja kwa siku, dola tano kwa wiki. Yule mvulana mdogo hakuwa na nguvu za kutosha kufanya lolote kuhusu hilo, lakini akaona tangazo la mafunzo ya karate na akajua basi hicho ndicho alichohitaji ili ajifunze kujitetea dhidi ya huyu mnyanyasaji. Alifurahi sana kuhusu hilo hadi alipogundua kwamba mafunzo hayo yangemgharimu dola tano kwa wiki. Kwa hiyo akarudi tu kuendelea kumlipa yule mnyanyasaji, ilikuwa ni rahisi zaidi. Hivyo sasa, tunapofikiria kuhusu upole, sisi kwa asili tunafikiria ni udhaifu, sivyo? Wapole upokonywa hela zao za chakula cha mchara. Wenye upole hawarithi nchi, wao hukandamizwa hadi ardhini. Sasa hebu ni kuambie, ingawa kamusi za Kiingereza zinafafanua upole kama aina ya woga, katika Biblia upole si udhaifu. Upole ni nguvu zilizo chini ya udhibiti. Kwa kweli neno linalotumika hapa kwa upole. Hutumika pia kumaanisha farasi anayeendeshwa kwa hatamu. Hivyo basi upole ni nguvu zilizo chini ya udhibiti, ni kuwa na nguvu za kutosha kwa njia za kumrudishia yule mnyanyasaji, lakini kuchagua kutolipiza kisasi. Kwa hiyo, Yesu anasema hapa kwamba wapole ni wale ambao wana nguvu zao chini ya udhibiti. Na unajua nini kinatokea basi? Wao watarithi dunia Neno ukuribi kwa njia, ni kitenzi cha wakati ujao hivyo itatokea siku za usoni. Kwa maneno mengine, kwa sasa wewe si mtawala na hutakuwa, lakini siku moja nini? Mliokombolewa mtakuwa mtaongoza dunia hii halisi, mtatawala pamoja na Yesu Kristo katika ule ufalme ujao, kulingana na Ufunuo sura ya ishirini mstari wa nne. Sasa hapa kwenye mstari wa sita. Wa Mathayo sura ya tano, Yesu anatoa tena kauli nyingine ya kushangaza. Anasema, heri wenye njaa na kiu ya haki, kwa maana watashibishwa. Sasa tunahitaji kufafanua jambo moja kwanza. Je, Bwana anazungumzia haki ya kimsingi, kwamba haki hiyo ilihesabiwa kwenye akaunti yako ulipookolewa? Hilo haliwezekani, kwa sababu tayari tunayo haki hii ya Kristo kama zawadi kutoka kwa Mungu kupitia imani katika Mwanawe, Warumi saa tatu na madakika ishirini na moja ishirini na mbili. Tayari tumetangazwa kuwa wenye haki, tayari tumetangazwa kuwa sawa na Mungu. Hicho ndicho maana ya haki, kuwa sawa na Mungu. Kwa hiyo Bwana hazungumzii kuhusu kuwa sawa na Mungu, anazungumzia kuishi maisha ya haki mbele za Mungu. Kuwa na njaa na kiu ya haki maana yake ni kuwa na shauku kubwa ya kuwa sawa na Mungu, kumpendeza Mungu kwa jinsi unavyoishi kwa ajili yake. Nikwambie, mtu mwenye furaha zaidi duniani si yule aliye na utajiri mwingi, siyo mtu mwenye afya zaidi, ni yule ambaye ana njaa ya kumjua Bwana na kumpendeza. Kwa hiyo swali hapa ni hili, hii leo una njaa ya nini? Nimesoma kwamba Socrates aliwahi kukaribiwa na mwanafunzi wake mchanga, aliyemuuliza, nawezaje kupata hekima uliyo nayo? Socrates akamwambia, nifuate, kisha akampeleka hadi baharini na akaingia majini. Naam, kijana huyo alisitasita na kisha vyema akamfuata. Walipofika maji akiwa ya yamefika kiunoni, Socrates ghafla aligeuka akamshika yule kijana shingoni akamzamisha kichwa chake majini na akamshikilia chini, huku yule kijana akipambana kwa nguvu, akihangaika kupata pumzi. Mwisho kabisa, Sokrates akamvuta juu, akamtoa hadi ufukweni, kisha akamuuliza, niliposhikilia kichwa chako chini ya maji, ulitamani mimi uliko kitu kingine chochote? Na yule kijana akakohoa na kusema hewa, wana hewa. Sokrates akamwambia, ukitamani hekima kama vile ulivyotamani hewa, utaipata. Sasa una kiu kiasi gani leo ya kuishi maisha yanayompendeza Bwana? Unajua, ukimuuliza mkristo wa kawaida huko nje, unataka kumpendeza Mungu kwa maisha yako, na jibu labda litakuwa naam, naam, bila shaka mimi, eh. Lakini pia nataka Mungu anifanyie mambo fulani, anipendezeshe kwa kunipa hiki au kile. Wakristo wengi sana hawana ile kiu ya kweli ya kuishi maisha matakatifu, na ukosefu huu wa kiu unakuwa kikwazo chao kikubwa zaidi katika hupata furaha ya kweli na ya dhati. Basi leo tuombe hivi. Bwana, nipe njaa ya ukutafuta wewe. Nipe kiu inayokuonea wewe kuwa sawa na Mungu mwenye haki sawa na Mungu. Nifanye niwe na njaa na kiu ya maisha yanayokupendeza wewe. Sasa hebu niwaambie kulingana na mahubiri makuu kabisa na mhubiri bora kabisa kuwahi kuwepo, huo ndio njia ya kuelekea furaha ya kweli. Yesu aliahidi hapa, wamebarikiwa, wenye furaha, wale wenye njaa na kiu ya kuwa sawa na Mungu kwa maana watashibishwa. Lakini kwa hayo, muda wetu wa leo umeisha hadi tutakaporudi tena katika safari yetu ya hekima. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu